Hivyo unajua kwamba ukizidisha paracetamol inaweza ikakuletea madhara makubwa sana katika mwili wako na ikageuka kuwa sumu kama ukitumia kiwango kikubwa cha paracetamol, ndani ya masaa 24. Mtu mzima unashauriwa kutumia kiasi kisichozidi gramu 4 cha paracetamol au Panadol. Kama ukitumia kiasi ambacho kimezidi gramu 4, basi unakuwa katika hatari kubwa sana ya ku hicho kiwango cha paracetamol kuwa sumu ndani ya mwili wako. Kwa mfano mtu akatumia gramu kumi ndani ya masaa 24, maana yake ni kwamba mtu yupo katika hatari kubwa sana ya kuathiri ini lake, na mwisho wa siku inaweza ikapelekea madhara ya kudumu katika ini na pia hata kifo. Na ubaya wa paracetamol, hautodhurika mara moja, bali inaweza kuchukua siku tatu, siku nne na kuendelea baada ya hapo ndipo utakapoanza kuona matokeo mabaya ya kile kiasi cha paracetamol ambacho kimegeuka kwa sumu katika mwili. Kwa hiyo haijalishi ni dawa gani ambayo mtu unaitumia, kama tu ni dawa ambayo imetoka hospitalini, basi tuzingatie maelekezo ya daktari, lakini pia tuzingatie matumizi salama ya dawa. Asanteni sana.